Kwa jina mi naitwa Charles Joe, asa michezo kama Manispaa. Tupo hapa Mbulu ya shule ya msingi kwa ajili ya kambi na mazoezi ya mashindano ya UMITASHUMTA. Hii ni timu ya wilaya ambayo inafanya mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na mashindano ya mkoa KMC. Mwaka huu tumejiandaa vizuri na tuko vizuri, watoto tumewaandaa vizuri kwenye michezo yote, na tunatarajia ushindi katika michezo yote na ushindi wa jumla tunatarajia utakuja KMC, ukizingatia pia tuko nyumbani, lakini pia kochezi wenyewe wako vizuri na wameandaa watoto vizuri, na tunatarajia ushindi na hatutoiangusha halmashauri yetu. Hichi ni kiwanda cha kulea na kukuza vipaji vya watoto, kwa sababu michezo sasa hivi tukiangalia kwenye dunia kiujumla, na hata Tanzania hapa ni ajira. Kwa hiyo tunatarajia hao watoto wakitoka hapa wataendelezwa wata lakini baadaye, tunatarajia watapata ajira ya kupitia michezo kwa wale wenye vipaji.